Mchezo umemalizika, matokeo hayo yaliyotokea, je, mmeyapokea? Kundi, siku zote matokeo ya kufungwa kwenye mpira wa miguu huwa ni matokeo ya kuumiza. Hakuna namna ya kupokea matokeo ya kufungwa kwa namna nyingine yoyote zaidi ya maumivu na inauma zaidi, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi ya mwisho ya kuamua hatima yetu Simba msimu huo, na kinachouma zaidi ni kwamba e, kombe lilikuwa uwanjani, kombe jipya limeondoka, tumelikosa sisi Simba Sports Club, tuna maumivu makali mno, lakini katika mioyo yetu sisi wana Simba tunajihesabu kama ni mabingwa msimu huu. Tunajihesabu ni mabingwa wa Afrika msimu huu. Kwa nini hivyo? Kwa sababu msimu huu pamoja na kwamba tumepoteza ubingwa, lakini tumefanikiwa pakubwa sana hadi kufika kucheza hii fainali. Ndio maana kwenye mioyo ya wana Simba hatuna deni na wachezaji wetu, hatuna deni na viongozi wetu, wala hatuna deni na benchi la ufundi, wamefanya kila kilichostahili kufanywa na wametimiza majukumu yao kwa asilimia mia moja. Unategemea upate kitu gani cha ziada zaidi ya hiki ambacho Simba tumekipata kwenye kikosi chenye wachezaji wapya karibia asilimia tisini. Unategemea e, utawaunganisha vipi hao ndani ya msimu mmoja waje wakupe ubingwa kwa, kwa, kwa, kwa upya wao na ugeni wao wakafanikiwa kukupeleka fainali, huna sababu ya kuwashukuru hao wachezaji. Lakini kwenye kikosi chenye wachezaji asilimia 99 ambao wanacheza kwa mara ya kwanza michuano ya kimataifa, na bado wanafanikiwa kukupeleka fainali, hauna kingine cha kuwazungumzia zaidi ya kuamtaila hiyo na zaidi ya kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwenye wachezaji, eh, ama kikosi kinachoundwa na, na wachezaji chipukizi wenye umri mdogo na wanapambana vita kubwa na hatimaye wanakupeleka fainali. Hakuna kingine cha kuwadai zaidi ya kuwashukuru na kuwapongeza. Tunaizungumzia Simba ambayo eh, benchi lake lote la ufundi ni jipya. Walimu wanahitaji miaka mitatu miaka minne kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo na hatimaye ametupeleka hatua ya fainali kwenye timu hii